Tumeshinda tena na hii tumeshinda. <laughs> Hamna mtu aliyetoka kwenda kuandamana. Leo ni tarehe 25. Hamna mtu aliyetoka kuandamana. Na jana ilikuwa ni siku ya mkesha. Hamna mtu aliyetoka kwenda kuandamana. <laughs> Mikwala mingi. Oh, tutaanzia pointi hii. Tutatokea pointi ile pale. Hola. <laughs> Ah, aibu naona nie. Eh, eh. Maria Salungi where are you? Mange Kimambi Leche, lecho dangwa nuluvazi, mko wapi o eh? Unafikiri Watanzania wana akili kama mnavyo mlivyo kuwa mnawaza, eti hapa tumekwisha tumeua, na yenyewe yenyewe hii tarehe tisa tuliyoshinda tuliyonyosha. Hamna mtu aliyetoka kuandamana. Na leo tarehe 25, hamna mtu aliyetoka kwenda kuandamana. Taifa liko vizuri, watu wanasherekea Krismasi, wanapika mipilao minini mizagazaga, watu wanaendelea kuenjoy ehe. Eh, mnasemaje sasa?

kuna wanaharakati kama Maria Sarunge pia ambao kupitia mitandao yao wamekuwa wakipush na kusukuma ujumbe wa maandamano ya D25 ama Disemba 25, lakini mpaka sasa hivi bado hamasisho linaendelea sababu pia tukijamba ni D25 walikuwa wametangaza kwamba pia Januari moja pia ichukulike fursa hiyo kwa ajili ya Watanzania kuingia kudai haki yao kupitia swala zima la maandamano. Sasa kuna mgawanyiko mkubwa sana by the way, kuna watu ambao wanasupport swala zima la maandamano kwa asilimia mia, na kuna wengine ambao hawasupport hata kwa asilimia moja. Sijui unanielewa vizuri yani, wamepinga wamekataa, na wataki kabisa kusikia swali lolote ambalo linahusiana na maandamano. Sasa sijajua ni idadi gani ambayo itakuwa ni kubwa, idadi ya wale ambao wana support maandamano yafanyike, mabadiliko yaje Tanzania, ama idadi ya wale ambao wamekubali kwa asilimia zote kwamba Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake wabaki madarakani waongoze mpaka kipindi chao oh, kitakapokamilika mwaka 2030. Sasa huyu mwamba ni miongoni mwa wale ambao wanasimama upande wa kusema kwamba maandamano yasiwepo, na wamefurahia sana kwamba kuna utulivu mwingi na Watanzania wamekubaliana na hali halisi ya uongozi wa sasa hivi na serikali ya sasa hivi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa hiki ambacho amesema huyu mshikaji na kwa namna ambavyo pia unaona upepo wa siasa na upepo wa uh, kiujumla, upepo wa swala zima la maandamano ulivyokuwa na mpaka sasa hivi na swala zima la uchaguzi. Wewe unasimama upande upi bana? Wewe upo kwenye asilimia watu ambao wana support maandamano yafanyike angalau kibadilike kitu ama una support ama unasimama kwenye upande wa kusema kwamba kisitokee chochote ambacho kinahusiana na vurugu maandamano wala chochote bali wakubali na kukaa kusema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan na baraza lake la mawaziri na wabunge wake na wote ambao walichaguliwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 wabaki kwenye ma, na, madaraka na wendelee kuiongoza Tanzania mpaka kwa muhula huu hapa wa kipindi cha miaka mitano ijayo. Nipe maoni yako pale chini kwenye moja ya comment. Unasimama na huyu mwamba ama uko tofauti kidogo? Unaweza pia ukanipa na sababu zako.